Jina langu ni Daudi, kijana wa miaka ishirini na mbili niliyetokea kijiji kidogo kiitwacho Msingisi, mkoani Morogoro. Nilizaliwa katika familia ya wakulima wa kawaida. Baba alilima mahindi na mpunga, mama alikuwa anauza mboga sokoni. Nilipomaliza kidato cha nne, hakuna aliyeweza kugharamia elimu yangu ya juu. Niliamua kuondoka na kwenda Dar es Salaam, jiji la ndoto nyingi, kwa matumaini ya kubadili maisha yangu na ya familia yangu. Siku ya kuondoka, mama alinipa noti mbili za elfu tano machozi yakimtoka Nenda kijana wangu, lakini usisahau maombi, alisema kwa sauti iliyovunjika. Safari ya basi ilikuwa ndefu, joto likiwa kali, lakini moyoni nilijawa na matumaini. Nilipofika Ubungo usiku ulikuwa umeingia. Mtaa ulionekana kama hauna mwisho, taa za magari na za mji zikimulika mithili ya nyota angani. Nilijikuta nikiwa mdogo katika jiji kubwa, hakuna ndugu wala rafiki, lakini nilikumbuka kauli ya baba, ukiwa na nia Mungu anafungua njia. Nililala stendi usiku huo wa kwanza. Kesho yake, nilianza kuzunguka kutafuta kazi. Baada ya siku tatu, nilikutana na jamaa mmoja anayeitwa Juma, aliyekuwa mlinzi wa duka la vifaa vya ujenzi. Aliniona na kuniuliza, "Wewe dogo, unatafuta kazi?" Nilimwambia ukweli wote. Alinielekeza kwa fundi mmoja wa seremala maeneo ya Buguruni, aliyekuwa akihitaji kijana wa kumsaidia kubeba mbao na kusafisha eneo. Kazi ilikuwa ngumu. Siku moja nilijikuta nimeumia mguu baada ya kuangukiwa na mbao. Wakati huo nikiwa hoi, fundi alinikimbiza hospitali ndogo, akanilipia matibabu. Hapo ndipo nilianza kuhisi Dar ina watu wa huruma pia. Usiku mmoja nikiwa nimelala kwenye chumba kidogo nilichopanga, niliamka kwa sauti ya ajabu. Ilikuwa kama ya mtu aliyekuwa ananong'ona kwa sauti ya chini, lakini ya kutisha. Nilijaribu kuwasha taa, haikuwaka. Dirisha lilikuwa limefungwa, lakini pazia lilikuwa likicheza kana kwamba kuna upepo. Nilijawa na hofu, nikaanza kuomba baada ya dakika chache hali ilitulia. Kesho yake jirani alinieleza kuwa chumba kile kilikuwa kimewahi kukaliwa na kijana aliyepotea ghafla, na tangu wakati huo kimekuwa na matukio ya ajabu. Nilihama mara moja. Baada ya miezi sita ya kazi na kuokota changamoto, nilianza kujifunza useremala. Fundi wangu alinifundisha kwa moyo, na hatimaye alinipa nafasi ya kuwa mshirika wake katika kazi. Nilianza kupata wateja wangu, na baada ya miaka miwili nilifungua karakana yangu pale Temeke. Siku moja nilialikwa kuzungumza na vijana wanaotoka vijijini kuja mjini, nikashiriki safari yangu. Niliwaambia Dar es Salaam ni kama bahari, unaweza kuzama au kuogelea hadi ufukweni. Siri ni uvumilivu, bidii na kumtegemea Mungu. Leo hii ninamiliki duka la samani na ninatoa ajira kwa vijana zaidi ya kumi. Nilirudi kijijini na kuwajengea wazazi nyumba nzuri, na baba alinipigia simu akisema kwa sauti ya furaha, mwanangu, umerudisha heshima ya familia. Lakini kila ninapoangalia nyuma nalia kimya kimya, nikikumbuka usiku ule wa sauti ya ajabu. Jiji lina mengi, siyo tu raha, bali maajabu ambayo hayaelezeki kwa maneno.